Kama walivyoahidi vijana wa Gen Z walifika katika kanisa la Jesus Winners Ministry eneo la Roysambu iliyoko kwenye barabara ya TRM, kisa na maana kupinga hatua ya Rais William Ruto kutoa mchango wa zaidi ya shilingi milioni 20, vijana wakidai kuwa pesa zinazotolewa kwa mchango ni mali ya umma. Polisi walifika kwa wingi na kushika doria nje ya kanisa na maeneo karibu. Vijana walizuiliwa kuingia ndani ya kanisa na waliofaulu walikamatwa, polisi wakiwakamata zaidi ya waandamanaji 38. Wanahabari hawakusazwa kwani kanisa hili lilizuia vyombo vya habari kuingia ndani, na kwa wakati mmoja, walinzi wa kanisa wali wadhulumu wana habari na kuchukua kamera ya mpiga picha wa runinga ya Citizen licha ya malalamishi. Walinzi walidinda kurejesha vifaa vya kazi vya wanahabari. Yule amechukua kamera ya, wa, ya wanahabari awarundizie, na mnavaa mumaki ni nani hiyo? Ewa, siwezi kubali. Lazima tukashifu hatua ambayo kanisa imechukua imeleta majambazi na majangili ndani ya kanisa ambao walihusika kuchukua vijana wenzetu hawa na kuwapiga ndani ya kanisa. Kwa hivyo ni jambo la kuhuzunisha, lakini nataka kuambia taifa kwamba hatutaogopa, hatuta tutazidi kuwaita Hauwezi iba pesa za wananchi alafu naenda kula na makasisi kanisani, hayo tumekataa. can... Ndani ya kanisa ibada iliendelea kama kawaida, ijapokuwa ilifanywa kwa haraka na waumini na kasisi kuondoka kanisani. unyo unyo, vijana hawakusita na mambo yakachacha. Baada ya waliokamatwa kuachiliwa kutoka kituo cha polisi cha Kasarani walikusanyika tena na kufunga barabara ya Thika kuingia Nairobi kwenye mzunguko wa Roysambu karibu na TRM. Mwanzo wa mbio za paka na panya kati ya polisi na vijana hao ukaanza. Mbio za mguu ni ponye zikashamiri, vitoa machozi vilitanda angani, polisi wakilazimika kuwatawanya vijana hawa. Hata hivyo katika ibada mhubiri Mwai alidai kuwa kuna njama kutoka kwa watu aliyekosa kuwataja wanaotishwa na umaarufu wake. Mimi najua ni akina nani, walikuwa wanawatumia, nilijua, na hata leo asubuhi hata kuna wengine walikuwa wametumwa, na wote hata wengine wako hapa, wameshikwa na masimu, lakini mimi nimewasamehe. Anadai amewasamehe vijana waliofika kanisani kwake. Yote ameni, ameniambia jina yote baya Nimesema ile mawa wamenitumbia yote yes. Nikiwa kwa hii madhabahu ya Jesus wina yes. Mungu awasamehe yes. Na mi nimewasamehe lakini nimewashia Mungu. Waumini nao walimtetea muhubiri Mwai kushiki na kushikilia kuwa watasimama naye kidete hadi tamati. Sisi hatusukumiliwi, sisi tunatwanga kwa roho zetu. Hiyo pesa mnasema imetolewa na mtu mmoja sisi tukichanga kidogo, kuanzia hata 43 milioni na mkuje tare, mwezi wa nne muone vile tutachangamka hata leo, bado tume pledge na sisi. Hatubabahiki na hatuanguki Jesus, tuko strong. President, wacha niseme ni rafiki wa hii kanisa, ni rafiki yetu sana. Amekuwa akikuja kwa hii madhabahu na sio yeye peke yake, hata wao wengine wameku, wameku, wamekuwa wakikuja Nimekuja kwa sababu nilisikia leo kutakuwa na jenzi hizo, watakuwa huku nje wataleta vita, na mi nilikuwa nataka kuona. Mi ni mshirika wa kanisa ingine, so nilitaka kuja kuanga kusikia kenye inaendelea huku nje na nini inaendelea, si kutaka kuambiwa. Maandamano haya yalipangwa mtandaoni sawa na zile za awali za kundi la vijana wa jenzi. Martin Opio, runinga ya K24 Nairobi.